Ebwana, maswali amekuwa ni mengi kuhusiana na msanii huyu wa Raivani ambaye aliweza kumsign kwenye lebo yake ambayo inajulikana kama vile next level e, mtazamajmsanhuyu e, e, anajulikana kama vile Voice. alikuja vizuri sana pale ambapo alikuwa bado yupo wasafi pale e, yuko kwenye lebo ya next level music, lakini wote ye na Raivani walikuwa bado wapo wasafi yani, naongea kumaanisha kwamba ni kabla Rayvanny bado hajapewa share zake kamili, ama bado hajapewa ruhusa kamili ya kutoka WCB, lakini baada ya kutoka ndio akaenda kuanzisha lebo yake kiu kubwa. Sasa hivi msanii huyu alikuwa yuko vizuri tu eh, huyu Mac voice, sababu nakumbuka akiwa wasafi pale eh, walikuwa naimba nyimbo inajulikana kama vile kuna nyimbo fulani kwa inajulikana kama vile tamu Nelba, nenda, yani nyimbo zilikuwa ni nzuri sana mama mwenye nyumba e, nikimpa kodi anakata, anairudisha. Unakumbuka nyimbo hizo mtazamaji e, yaani ni nyimbo kali kabisa kabisa, lakini baada ya kutoka tu e, mtazamaji, msanii huyu amezidi kupotea. Sasa hivi napongea ni mwaka kama wa pili, sasa unaisha, unaelekea mwaka wa tatu, sijui nini kimemkuta. Yes, tunamwona tu Instagram ana post lakini nyimbo mpya hajawahi kupost. Ana post picha tu lakini nyimbo mpya hajawahi kutoa nyimbo mpya. Wengi wanasema ni kama mziki ulimshinda. Uh, maswali yamekuwa ni mengi, wengi wakisema Mac Voice anajiandaa kurudi na album kama ambavyo aliajiandaa Ibra. Lakini wengi wanakataa na kauli hii sababu kusema kwamba Ibra. Uh, Ibra ndo msanii alikaa miezi nane baada ya kurudi akaweza kuhit sana, lakini kwa sasa hivi Mac Voice tukitarajia ni miezi nane sasa hivi unaenda mwaka wa tatu, sasa anazidi kuchanganya watu huyu Mac Voice eh, kwa nini yani? yani ni kwa nini iwe hivi? Eh, mbona sasa hivi bwana uh, Mac Voice Eh, anazidi kubuma kabisa kabisa, watu hawamsikii tena, hawasikii nyimbo zake eh. Wakati Rayvanny anaulizwa yeye anasema kwamba Rayvanny akiulizwa, anapoulizwa, basi anasema kwamba a, eh, atarudi tu, wasiwe na wasiwasi, Ibra atazidi kurudi tu. Sasa mtazamaji, hali hii eh, yani Ibra atazidi kurudi na pia Mac Voice atazidi kuregea. Sasa hali hii imezua gumzo sana pale mtandaoni huku eh, watu wakisema Raivani haezi, haezi, haezi kumiliki lebo. Mtazamaji, mtu kumiliki lebo sio mchezo. Eh, sio mchezo. Kama unadhania ni ma, ugali maandazi, ama maandazi maragwe eh, basi sahau kumiliki lebo mtazamaji eh, ni, ni kazi ngumu. Kama unaona wasanii wengine wako kwenye lebo lakini hawahit eh, changamoto Eh, ni kama hizi sasa lakini kiupande wa Rayvanny, Rayvanny mwenyewe ana hit kweli, lakini dogo yake sasa ndio shida, japo watu wakisema kwamba itakuwa mziki D-voice. Et D-voice. Wanajua majina wana, wana, wana, wana na, kufanana na D-voice na Mac voice. Sasa watu wanasema itakuwa eh, Mac voice mziki umemshinda, eh, bora arudi kwa kijijini akaendelea ku, kuhu, kuuza kuhu, makaa e, kama ambavyo nyimbo ya Best Naso ile inakwambia ura nirudi zangu kijijini nikaendelea kukata mkaa, aenzi maisha haya mimi siwezi e, bwana. Ndio hichi kitu ambacho watu wanasema kwamba, uh, Mac Voice kwenye mziki tayari kashafifia, lakini wacha tukai kime, inaweza kuwa ndo bado anamnoa ili akija kurudi kwenye game awe ni mwimbaji mwingine hatari. Sasa hivi ni mwaka wa pili tokea mwimbaji huyu aweze kutoa a, ngoma. Ikumbukwe pia Mac Voice e, wanahusiana na, wako na, na Rayvanny wao wawili ni, ni mandugu e, lakini hawa hawataki kueleza kwa kiundani. Unapomhoji Mac Voice anakwambia tu yeye ni ndugu yake e, Rayvanny. Bwana, Umbea Media TV inakuletea matukio haya yote. Eh, kama unahisi ya kwamba Mac Voice eh, Mac Voice mtazamaji, namkosea sana huyu. Kama unahisi una ya kwamba Mac Voice ataweza kurudi kibabe, basi ndondoshe comment yako, ila kama unahisi ya kwamba Mac Voice ndo hivyo kwenye game ashapotea, basi dondosha comment yako na niambie bwana. Mac Voice hapa aa, kwenye game nadhani mziki umeweza kumshinda na ndo hivyo ameshapotea aa, kwenye ramani ya mziki.